Mnamo tarehe 7 Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kundi la wanajeshi nchini Benini lilijaribu kumpindua Rais Patrice Taloni kwa kutumia nguvu. Hata hivyo, jaribio hilo lilizimwa haraka na mamlaka za usalama, na hali ya utulivu ikarejeshwa. Kuna sababu kadhaa muhimu zilizopelekea kushindikana kwa mapinduzi hayo. Moja, uimara wa taasisi za kidemokrasia. Serikali ya Benini imejenga taasisi imara za kidemokrasia na usalama. Vyombo vya ulinzi na usalama vilijibu haraka kwa jaribio hilo na kuzuia waasi kuchukua udhibiti wa maeneo muhimu kama ikulu, bunge na vituo vya mawasiliano. Mbili, ukosefu wa uungwaji mkono wa umma. Wananchi wengi wa Benini hawakuunga mkono mapinduzi hayo. Rais Talon, licha ya changamoto za kisiasa, bado anaungwa mkono na sehemu kubwa ya raia ukosefu wa maandamano ya kuunga mkono waasi uliashiria kutokubalika kwa njia ya mapinduzi kama suluhisho la kisiasa. Tatu, mwitikio wa haraka wa jumuiya ya kimataifa. Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, Umoja wa Afrika AU na umoja wa Mataifa UN walilaani vikali jaribio hilo. ECOWAS iliahidi msaada wa kijeshi kwa serikali halali ya Benin, jambo lililowakatisha tamaa waasi na kuonyesha kuwa hawakuwa na nafasi ya kuungwa mkono wa kimataifa. 4, ukosefu wa mpango madhubuti wa waasi. Waasi walionekana kukosa mpango wa kina wa kuchukua na kudhibiti mamlaka ingawa walitangaza kwenye televisheni ya taifa kuwa wamempindua rais na kusimamisha katiba hawakuweza kuimarisha udhibiti wao wala kupata uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa jeshi lote. Tano, uchovu wa kanda kwa mapinduzi. Katika miaka ya hivi karibuni, Afrika Magharibi imekumbwa na wimbi la mapinduzi ya kijeshi. Hali hii imechochea wasiwasi mkubwa miongoni mwa mataifa jirani na mashirika ya kikanda, na hivyo kuongeza kasi ya hatua za kuzuia kuenea kwa mwenendo huo. Benini ikiwa jirani na nchi kama Niger na Burkina Faso zilizoshuhudia mapinduzi ilipata msaada wa haraka wa kimataifa kuzuia hali hiyo. Kwa ujumla, kushindikana kwa mapinduzi nchini Benini ni ushahidi wa nguvu ya taasisi za kidemokrasia, mshikamano wa kikanda dhidi ya utawala mabavu na umuhimu wa uungwaji mkono wa wananchi katika mabadiliko ya kisiasa.